Kupitia Instagram uh, Harmonize ameshea habari hii ambayo sio nzuri sana kwa watu wake wa nyumbani Mtwara amesema, poleni sana ndugu zangu wa nyumbani Mtwara na maeneo tofauti, wote mliosafiri toka maeneo tofauti kuja Nangwanda kumuunga mkono kijana wenu, kumuunga mkono kama mnavyofanyaga siku zote. Binafsi imeniuma kutopata time ya kusali Eid pamoja na kusherekea usiku wa leo, ila tu niseme upangaji wa haya matukio makubwa una changamoto sana. Nachotaka mkione sio kile mlichozoea kuniona mkikifanyika katika uwanja huo wa nyumbani, kwa leo imeshindikana, huenda tarehe atakayoipanga pangaji wa mwisho itakuwa bora zaidi kwa kuwa mna kiu kubwa nami na hamu ya kuonyesha maendeleo kwa ukuaji wangu kimuziki, basi nitajitahidi hiyo tarehe isiwe zaidi ya mwezi wa tano kama unavyofahamu kuanzia mwezi wa sita kutakuwa na pilikapilika za kampeni insha Allah. Muwe na idi njema, Mungu awabariki. Ndugu zangu wa Kristo mwendelee na mfungo mwema. Alafu akamalizia uh, kwa kusema, mara ya pili tunapanga na kupangua tamasha hili, ni tamaduni yangu, nimeanza na nitakuwa nalifanya kila mwaka. Mwaka huu litafanyika kiukubwa wake licha ya changamoto zote. Nangwanda sijaona stadium, akaandika